Na jukumu ambalo alipewa Maulid ni kukinadi na kutekeleza sera za chama cha Wananchi CUF kwenye jimbo lake, na jambo ambalo alishaanza nalo vizuri. Mtakumbuka kama mna kumbukumu nzuri, e, aliweza kushiriki kwa kutumia wanasheria wake kwenda kuzuia masuala ya ubomoaji holela uliokuwa umeanzishwa katika jimbo la Kinondoni kwenye maeneo ya mabonde na ukingoni king, mwa mto Ng'ombe na mto wa Kigogo Msimbazi alichukua hili jambo vizuri, akaanza kushughulika nalo vizuri, lakini aliyojiri hapa baada ya hilo anayafahamu yeye mwenyewe. Sisi hatuamini, tofauti na vyombo vingine, sisi kafu hatuamini kwamba kuna kuna swala la, la ununuaji sana. Sisi tunaamini kuna swala la uuzaji. Issue hapa sio mnunuaji, tatizo kubwa hapa ni muuzaji, kwa sababu mnunuaji kama atakosa muuzaji, hakuna biashara itakayofanyika. Kwa hiyo tatizo kubwa tulilokuwa nalo kwa viongozi waliopata fursa hizi za kiserikali kupitia vyama vya siasa ni wao wenyewe kujiweka sokoni, kuwa na viashiria vya kujiweka sokoni. Na Maulidi Mtulia, kwa wanakafu wanaomjua vizuri, 2005 alishinda kura za maoni kugombea udiwani kata ya Ndugumbi. Aliposhinda bado siku mbili kwenda kuchukua fomu ya uteuzi ya kugombea Maulidi akajitoa akasema familia yake imemkataza asishiriki mambo ya siasa katika dakika za mwisho. Kuokoa jahazi mimi nilikwenda nikachukua fomu kugombea kata ya Ndugumbi mwaka 2005. Hii ya 2015, waandishi kama mtakuwa mna kumbukumbu nzuri, Maulidi Mtulia alijaza vibaya fomu ya uteuzi wa ubunge na akawekewa pingamizi jimboni pale Kinondoni, na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo akamwondosha Maulid Said Mtulia katika kugombea chama. Kikafanya jitihada za kukata rufaa akaja kurudishwa na tume ya taifa ya uchaguzi. Hivi vyote ni viashiria vya yeye mwenyewe kujiweka sokoni. Hoja ya yeye kwamba anaunga mkono jitihada za rais katika kurekebisha uchumi na kubadili utaratibu wa utendaji wa watumishi wa umma ni hoja ambayo sisi Kafu tulishaitolea tamko kama chama na sio lazima ili uonekane unaunga mkono ujiondoshe kwenye chama chako. Wako watu ndani ya CCM huko huko hawakubaliani na rais anayoyafanya. Kwa hiyo hapa pana vitu viwili, waandishi wa habari, ambavyo mnapaswa mvifahamu. Kuna kuunga mkono jitihada za rais na kuna kuunga mkono chama cha mapinduzi. Alichokifanya Maulidi ni kuunga mkono chama cha mapinduzi sio kuunga mkono jitihada za rais, kwa sababu rais unaweza ukamuunga mkono bila ya wewe kuwa mwana CCM. Na hapa hoja tunayotaka kwenda nayo ni hoja ya kimfumo. Unapounga mkono Chama cha Mapinduzi, Chama cha Mapinduzi chenyewe kinasigana na rais kwenye baadhi ya mambo, na nyinyi nyewe mmekuwa mashahidi. Kwa hiyo tatizo lilokuwa nalo la Tanzania ni tatizo la kimfumo zaidi, sio mtu. Swali la kujiuliza, ikiwa amejiunga CCM kwa kumuunga mkono Rais Magufuli Je, Rais Magufuli akimaliza muda wake atahapa CCM? Sidhani kama kama alifikiri katika, kwa usahihi katika kutoa sababu. Hata hivyo, sisi tunaamini kama chama, Maulid Said Mtulia ni Mtanzania, ana haki ya kikatiba ya kufanya maamuzi ya kujiunga na chama chochote. Ingetosha tu kusema yeye anahama kafu na kuhamia CCM. hakukuwa na sababu ya kusema anaunga mkono jitihada uh, za rais kwa sababu hivi ni vitu viwili tofauti. CCM ni taasisi, rais ni taasisi anayoyafanya rais akishaondoka, si lazima yaje yafanywe na CCM, kwa sababu CCM wana itikadi yao, CCM wana ilani yao. Na inawezekana kabisa kwamba rais anafanya shughuli hizi kwa kukinzana pengine na watu wa Chama cha Mapinduzi. Tumeona, nimemwona Humphrey Polepole anasema ikiwa Maulidi Said Mtulia ameona huko CUF hakufai basi afuate utaratibu. Hiki ni kiashiria kwamba hapakuwa na connection ya CCM taifa na Maulidi Said Mtulia. Waliocheza mpira zamani na wanaojua mcheza mpira wanajua kuna swala la kujitangulizia mpira, unakutana nao mbele. Alichokifanya Maulidi, kajitangulizia pasi huko kwa kujisogeza kwa rais, lakini inaonekana hata CCM wenyewe hawana utaratibu wa mazungumzo ya karibu, wanaweza wakawa nao wakawa wanatuficha sisi jamii, lakini ukiwa unatuficha sisi, tutabeba ile taswira unayoieleza, hatutabeba ulichokuwa nacho ndani ya moyo sisi. Kwa alichokieleza Alfred Polepole, tunaona kwamba hapakuwa na mawasiliano ya ya karibu baina ya Maulidi Saidi Mtulia na CCM, kama Chama cha Mapinduzi. Hata hivyo inawezekana uondokaji wa Saidi Mtulia ukawa unatokana na, na, na kutumia fursa vibaya ya kibunge wabunge wengi wana tabia kutumia fursa vibaya. Wakipata ubunge tu wanavamia mikopo, wanafanya vitu vya ajabu. Sasa so, mikopo hii inakatwa kutokana na mishahara wako wa kila mwezi, kwa hiyo unaweza ukajikuta umechukua mkopo mkubwa, mwisho wa mwezi unapigwa hesabu zako, makato, kila kitu, unabaki na laki nane na unahitajika kwenda Dodoma. Laki nane haitoshi hata mafuta ya kwenda na kurudi. Unajitangulizia pasi ili mambo mengine yeyeshe, uwe salama. Jambo mbaya zaidi ambalo hakulitazama amesahau Maulid Said Mtulia kwamba tulikesha siku tatu kushinikiza tangazo. Wapo waliopigwa, wapo wenye kesi mpaka leo, wapo watu vilema mpaka leo, pale Biafra. Mimi mwenyewe niliingia kwa mabavu, sheria ilikuwa hainiruhusu kuingia kwenye chumba cha majumuisho, lakini niliingia kwa mabavu baada ya kuona hakuna kinachoeleweka na ukimpigia simu Maulid hapatikani. Uko ndani kunaendelea kitu gani, hakijulikani. Niliingia kwa mabavu Biafra pale tumezozana, ni heshima tu ya mbali ya jeshi la polisi hawakunipiga, lakini nikapata kuongea na Mauli na akanihakikishia, fomu anazo na wanaendelea vizuri. Ubunge ule haukuwa unamsaidia Kambaya wala mtu wa Kisiwani wala mtu wa kigogo. Mtu wa kwanza kwa manufaa ya ubunge ni yeye Maulid Said Mtulia, watu wa pili ndio wanakuja wananchi waliomchagua. Na hili jambo sisi kafa tutakulizungumza, kichama tunalizungumza kikura waliompigia kura Maulid Said Mtulia sio wana kafu wote, wako watu walijenga matumaini na sera za kafu wakamwamini Maulid Said Mtulia. Kwa kijana kama maulidi aliyoyafanya, sio tu yanatudidimiza sisi vijana wengine kisiasa, yanatuondosha katika uaminifu, lakini pia najua, kila mtu ana dini yake, hapa ana dhima kwa Mwenyezi Mungu kwa hili alolifanya. Sasa sisi, wito wetu na msimamo wetu tunatofautiana na wale kafu wengine walionukuliwa na baadhi ya, ya, ya vyombo vya habari kwamba wanafurahia kujiuzuru kwa Maulidi Said. Ukifurahia haina maana unawakomoa watu fulani, ukifurahia maana yake unaridhia, una, una matatizo ya Watanzania wa jimbo la Kinondoni ambao waliamini yatatatuliwa na mbunge wa Chama cha Wananchi kafu kwamba wewe unawambia mtazamo wako ulikuwa sio sahihi na, na hili jambo waandishi wa habari, sio jambo jipya kwa kafu, ni tukio la pili kwa wenye kumbukumbu. Alianza mtu anaitwa Salum Msabaha, jimbo la Mkunazini, alikuwa mwakilishi, akaja na hekaya hizi hizi, akasema ametekwa, ndo maana ametangaza kujiuzulu nini. Lakini sisi tulikuwa wajanja kuliko yeye, tulijua kuna kitu kipo nyuma yake. Mwisho wa siku, baada ya siku nne tano, akatangaza kujiunga na chama cha mapinduzi, Salum Msabaha na akapewa pia nafasi huko, alishawahi kuwa mpaka katibu wa mkoa wa Kigoma na nini, Salum Sabaha. Maulidi nadhani anahisi kwamba itakuwa hivyo. Hatutaki kutafsiri kitakachotokea baada ya hapo, lakini tunataka kutazama ile heshima yako kwa jamii iliyokuamini inakuwaje. Utapita tena Tandale, utapita tena Kisiwani, utapita tena Makumbusho, utapita tena Kigogo, unaweza kwenda kuwasalimia masikini wa kawaida walioshinda na njaa kuhakikisha wanakupigia kura wakiwa na matumaini utakuja kusimamia mahitaji yao, bila shaka hutaweza. Kwa hiyo unaweza kuwa na utajiri na heshima kubwa inayothaminiwa na watu wachache, lakini walio wengi wanakuona huna tofauti na mnyama. Sasa na wale wanaoshangilia kujiondoa kwa kwa kwa kwa, kwa, kwa Magufuli nani, kwa, kwa, kwa, kwa Maulidi ni zile fikra potofu zisizobeba utashi wa kitaifa zaidi. Sisi katika tamko tulokucha kulitoa huko katika mambo haya ya kubadilisha na kurekebisha mikataba ya madini tumekuwa wazi tunamuunga mkono rais katika jitihada hizi kwa sababu ndio sera zetu tangu mwaka 2000 lakini hiyo haimaanishi kwamba mimi kambaya lazima nijiunge CCM ndio itapatikana tafsiri kamili ya kumuunga mkono rais wanakafu hapo imara tutaingia jimbo la Kinondoni tutagombea tena tutapambana hiki chama kina misingi yake kina asili yake na kina waumini sio wanachama tu, kina waumini wa CUF itaendelea kuwepo hata baada ya sisi. Kama Maulidi anadhani ametukomoa sisi kwa kutazama nafsi yake peke yake, bila shaka atakuwa amejikomoa yeye na familia yake itakuwa imeshuka heshima. Sisi tunaendelea kukijenga chama, tutapata mgombea mzuri na nina uhakika tukishikamana, tukawa wamoja, tukawa kweli, tunashinda tena jimbo la Kinondoni kwa sababu CCM hawana mtu atakayemleta pale akaleta miujiza. CCM ilikuwepo tangu tunapata uhuru. Jimbo la Kinondoni mara ya kwanza kwenda upinzani ndiyo juzi. Kwa hiyo hawana jipya, tutahakikisha tunaingia kwenye uchaguzi na hatuna matatizo yote, tutapambana kwa kadri Mungu atakavyotuwezesha. Wanakafu, tulieni, twendeni kwenye uchaguzi tukatetee jimbo letu. Nawashukuru sana waandishi habari, kama kuna eneo linahitaji fafanuzi, karibuni.

Kwanza sisi hatufanyi shughuli za kisiasa hazifanyi kwa kupiga ramli. Kama kuna watu wanapiga ramli, kuna wengine wamebaki wawili, tusubiri ramli yao ikamilike. Na wanamtaja sana Maftaa. Maftaa yupo Mtwara mjini, ana vikao na wazee, ana wiki nzima kule, anaimarisha chama. Na Maftaa sio mbunge kama walivyo wabunge wengine. Maftaa ameshinda jimbo la Mtwara akiwa anapambana na vyama vyote, hapakuwa na ukawa pale. Chadema walisimamisha mgombea, NCCR wamesimamisha wali mgombea sisi CUF tumesimamisha Mafuta na CCM wamesimamisha pale Murji tumewashinda wote. Kwa hiyo Mafuta hana sababu ya kusema kuna hofu aliyokuwa nayo. Sakaya yuko hapa. Nendeni uwanja wa taifa hapo pana michezo ya wabunge ipo, mtamkuta Sakaya hapo. Ndio wano wanawasukuma wenda huko, lakini sisi tunaamini hawa ni wabunge wanaojitambua na tulikuwa nao tangu harakati za mgogoro wa ndani ya chama na mpaka tulipofikia hivi sasa. Maulidi Said Mtulia ni kati ya wabunge 48 waliochanga fedha za kumtengenezea ofisi katibu mkuu pale Magomeni. Maulidi Said Mtulia ametoa matamko mengi sana ya kumpinga Profesa Lipumba. Hoja ya kushindana kwenye kura za maoni ilishapita, na ndio maana mimi nilimnadi zaidi ya mikutano kumi. Tulichokuwa tunataka ishinde kafu, sio kushinda Maulidi Said Mtulia na kuondoka kwake, ndio maana unaona upande wetu sisi tunaumia. Tufurahi waliofurahi, upande wa kina Bashange. Bashange amekuja ya Dar es Salaam hapa baada ya kuteuliwa kuwa mkurugenzi, lakini shughuli yake alikuwa mkatamiwa pale Kilombero pale kwenye kiwanda cha sukari. Ndio, ndio kweli, sio kwamba na nini, niende, mkafuatilie pale ama muulize Sumaye. Sumaye ndio alikuwa bwana shamba pale, anamjua vizuri Bashange, kabla hajawa waziri mkuu. Kwa hiyo hana uchungu na hiki chama wenye uchungu na hiki chama huwa hatutazami nafasi, tunatazama mafanikio ya chama na ile ile ile, ile vision ya chama yenyewe ndio tunayoiamini. Hatutazami kwenye chama tunapata nini, tunatazama ile vision ya chama kama kuna mtu hapa anaamini kwamba yanayofanywa na Magufuli ndio mwisho wa matatizo, Magufuli akishaondoka kwenye uraisi manake anatueleza kwamba matatizo yatarudi tena. Sisi tunahitaji kubadilisha, kurekebisha ule mfumo wenyewe Sio kumrekebisha mtu. Mtu anakwenda kwa kipindi fulani, mfumo una, una, unaendelea kubaki kwa kipindi chote, ukiwa na mfumo mzuri. Hiki ndicho tunachokipigania sisi. Kwa hiyo kujiuzulu kwa Maulidi Said Mtuli ya kwetu sisi ni hasara kubwa kuliko kufurahia. Kwanza anatupotezea uaminifu kwa wapiga kura huko, lakini la pili, wapiga kura wengi mimi nimewashuhudia, nimeshuhudia vijana wawili wakiwa wamevunjika miguu pale Biafra wanakimbia kupigwa na polisi, anakuja anagongwa na pikipiki, mnachukua mnakimbiza polisi, mnakimbiza hospitali. Maulidi haya anayafahamu, hakupaswa kufanya hichi anachokifanya, na binadamu mwenye akili timamu huwezi ukafurahia ili jambo -wanahama wengi, hata Lazaro Nyalandu, katoka, kaenda, kenda zake, Chadema. hakuna mtu aliyepata ali na mtikisiko huo kwa sababu moja katika kupata ubunge wake, ina tofauti na status ya Maulidi katika kupata ubunge. Ni vitu viwili tofauti, si kama nimeelewa kabisa katika hilo naam. Kuna lingine la la la la, la. ikiwa atarudi kwenye, kwenye kwenye katiba yetu, ikiwa atarudi na kwa sababu yeye alikuwa kiongozi, anapaswa kukaa miaka miwili kama nakumbukumbu nzuri, na hili ndio lilomtokea hata Jumaduni alipohama kwenda Chadema, aliporudi huku ili apate uongozi alipaswa kusubiri miaka miwili. Kwa hiyo atapokewa, lakini baada ya miaka miwili, sijui kama wanakafu tena watakuwa wana imani ya kumpa hiyo <gupati> <yu> nafasi <gupati> Ndooja, hmm. yeah, nielewa. Kuna, kuna tofauti ah, ah. Haki, waandishi waandishi wana haki ya kuuliza haki, na kupewa ufafanuzi haki. Tunaombeni wanachama mtulie, jamani wanachama Tunaomba mtulie, ni swali limeulizwa na mwandishi, linahitaji ufafanuzi, Watanzania wengi waelewe. Endelea, mheshimiwa. Kuna tofauti katika matukio haya mawili. Profesa Lipumba hakutangaza kuhama chama. Alijiuzulu wenyekiti. Maulidi, kwenye clip hilo ukimtazama vizuri, anatangaza amehama chama, amehamia CCM na anawataka wapinzani wote waamie CCM ili kumuunga mkono Rais Magufuli Hoy, hapa ndipo kwenye tofauti yake. Huyo akirudi kwanza ile miaka miwili lakini pia kupata nafasi kwa kaf awa no mimi basi kutahitaji karne hii iondoke kwanza. Kama bado atakuwa hai. Sisemi kwamba atopata nafasi, maamuzi ya wanachama wenyewe. tatizo tulilokuwa nalo good luck, ni moja tu. Watu wanapojiunga na vyama vya siasa hivi, kuna msukumo unaopelekea kujiunga kwenye vyama vya siasa. Sasa inategemea na wewe kujiunga CUF, kujiunga chadema, kujiunga NCCR, msukumo wako ulikuwa nini? Sio siri, hata viongozi wakubwa. Nitakupa mfano, hata Loasa kujiunga Chadema ni kwa sababu amekosa nafasi ya kugombea urais CCM, ndio sababu ikamfanya akajiunga Chadema. Sisi katibu mkuu wetu Maalim Seif Sharif Hamad, kama angepata fursa ya kuwa rais ndani ya CCM asingekuwa mpinzani leo hii. Historia hii wengi hawafahamu. Sababu ya kufukuzwa hiyo mwaka 83 ni baada ya Mwinyi kupanda kuwa sasa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yeye akiwa waziri kiongozi alidhani kwamba sasa urais wa Zanzibar atapewa yeye badala yake akapewa mtu mwingine, vurugu ikaanza ndani ya chama akafukuzwa. Sasa watu wa namna hiyo wanaweza wakafanya chochote, kwa sababu mission yao wao ni kupata fursa ya kuongoza. Wanachama hawa wa kawaida, unawaona hawa, uko Mbeya, sijui Songwe, sijui hai huko, sijui wapi, Tandale, Vingunguti, wao wanaamini kwamba sisi inawaongoza kwa utaratibu mbovu inatumia rasilimali na mali asili ya nchi hii kwa manufaa yao wenyewe binafsi. Kwa hiyo hawahitaki CCM, sio wao wawe viongozi hapana, hawahitaki CCM, wanataka aje mtu mwingine atakayesimamia rasilimali na mali asili kwa manufaa ya Watanzania wote. Msimamo wetu sisi, ukiwa na viongozi wa aina hiyo, huwezi kuboresha huduma za kijamii kama matarajio ya wanajamii wanavyotaka. Kwa hiyo swala la kuhama leo uko chama hiki, kesho uko chama hiki ni kama kinyonga vile, rangi yako haieleweki. Wewe rangi gani? Masha katoka hapa kenda Chadema, mwaka mmoja na nusu miwili, katoka karudi tena CCM. Sasa wewe, yaani ile itikadi yako hasa ni nini? Unaamini katika nini wewe we? bila shaka utakuwa unaamini katika nafasi kwamba fursa umekosa kule ya kuwa mbunge wa jimbo la Nyamagana, ukakosa fursa ya kuwa mbunge wa Afrika Mashariki na Kati. Unaona huku fursa hakuna, bora nirudi kule kule huwezi kuwa na wanasiasa na wana wa namna hiyo hawezi kuwa wafikisheni mnapotaka. Tambaya, uh, moja, ni hapana, hatuna mbunge yote tunao mdai. Kuna michango ya kawaida ya kila mwezi na mkurugenzi wa fedha yuko hapa, lakini ziko taratibu za kushughulikia watu ambao hawalipi Haiwezi ikawa ndio sababu ya wewe kuhama chama. Sababu ya kuhama chama, anamuunga mkono rais, anasema, ingawa hakwenda kufanya kazi Ikulu <laughs> ukaenda. Sisi tunashukuru jamani, bila shaka maswali yameisha.